Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo ikiwa ni siku ya Jumamosi, juma la thelathini na mbili la mwaka che wa Kanisa. Injili yetu siku ya leo itatoka katika mwinjili Luka sura ya kumi na nane aya ya kwanza hadi aya ya nane. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea-endea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa, halafu akasema moyoni mwake Ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni yasemavyo huyu kadhi dhalimu. Na Mungu je, hatawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia, atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Neno la Bwana. Sifa kwako ee Kristo. Wapendwa katika Kristo, mara nyingi basi tumekuwa tukikata tamaa kwa sababu ya dhuluma. Tumekuwa tukikata tamaa kwa sababu ya kuteswa na mamlaka ambayo mara zote Wamekuwa basi wakitafuta namna yoyote ili kuwakandamiza watu wale wasiokuwa na sauti na kuwanyima haki zao msingi. Mfano wa mama mjane kwenye Injili ya leo, utufanye basi tuamini kuwa maombi yetu kwa Mungu yakitolewa kwa bidii na unyenyekevu hayaendi bure. Hata tukingoja kwa muda mrefu namna gani, ipo siku Mungu atajibu maombi yetu. Hivyo basi tudumu katika kusali. Tena injili hii ya leo inatukumbusha kuwa tunaye Mungu anayeona mateso na maangaiko yetu, anayeona mateso na magumu yetu katika dunia hii, yeye mwenyewe kuwa anawatetea wateule wake na kuwapa haki ile wanayostahili. Naye atafanya hivi kwa wakati wake unaofaa, tena atafanya kwa haraka. Sisi basi hatutakiwi kukata tamaa, tuendelee kudumu katika kusali katika imani kubwa, tukiamini kuwa siku moja Mungu atajibu maombi yetu. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.